Jambo ulijui uliza kwa shekhe. Kwa nini tunaogopa mashekhe? Akili zetu sisi ni dhana tu, siku zote dhana zetu ni dhana za ovyo, dhana mbaya. Ndio maana usiende katika masala ya sheria. Elimu itakufa kwa kufa wanazuoni au kwa wanazuoni kupotea, wakati wa fatwa za uongo za maslahi yao. Kuna wanazuoni wa dola kuna wanazuoni wao fatwa zao zinaangalia serikali inaangalia wapi, ndo wanatoa fatwa. Kuna mwanachuoni ambaye yeye anaangalia fatwa za umma. Je, umma umekaje? Je, nikisema hivi, hii mogu hii itanipokeaje? Na kuna mwanazuoni ambaye yeye analingania katika dawa ya haki, huyu ndiye mkubwa. Lakini yule ambaye anaangalia umma umma umekaa vipi? Wallahi ni mtihani. Inafika watu, mtu anatoa fadhia, hey, anatoaavipi? Nimewakanyaga, nimewahurikae? Toa daawa watu wafaidike, na baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, toa maelezo watu wapate faida, si kwamba wewe ufike wakati kwamba je usifiwe. Ndio hao ndio inakufa yankusu lilmu walaa Ikishafika hali hii elewa ya kwamba ilmu imepungua na matendo yamepungua. Hiki ni kipande katika hadithi ya Usama bin Zaid.